Bwana Yesu asifiwe sana mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaitazama miujiza aliyoifanya bwana wetu Yesu Kristo. Leo tunakutana na muujiza mwingine, Injili ya Mathayo sura ya tisa. Injili ya Mathayo sura ya tisa. Akapanda chomboni akavuka, akafika mjini kwao, na tazama wakamletea mtu mwenye kupooza ame, amelala kitandani. Naye Yesu alipoiona imani yao, alimwambia yule mwenye kupooza, jipe moyo mkuu mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na tazama, baadhi ya waandishi wakasema nafsini mwao, huyu anakufuru. Na naye Yesu hali akijua mawazo yao akasema, mbona mnawaza maovu mioyoni mwenu? Kwa maana rahisi ni lipi, ni kusema umesamehewa dhambi zako au ni kusema ondoka uende? Lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo ama, amri duniani ya kusamehe dhambi. Lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi, akamwambia yule mwenye kupooza ondoka, ujitwike kitanda chako uende nyumbani kwako. Akaondoka akaenda zake nyumbani kwake. Makutano walipomuona walishikwa na hofu, wakamtukuza Mungu aliyewapa watu amri ya namna hii. Amen. Pendwa mtazamaji wangu wa MHAE TV na wa kipindi hiki cha mkate wa leo, bila shaka unaendelea kufuatilia vipindi hivi muhimu ambavyo vitakuwa baraka kwako siku kwa siku. Leo tunakutana na kisa kingine, tunakutana na mtu aliyepooza, amepelekwa mbele ya Yesu. Wakati Yesu tu alipotoka kwenye huduma, akarudi nyumbani kwao kule Nazareti Alipofika tu wakamletea huyo mtu mwenye kupooza. Mtu mwenye kupooza maana yake mtu ambaye ameshindwa kabisa, hawezi kuamka, hawezi, yuko kitandani tu. Ugonjwa wa kupooza sio mzuri, ni ugonjwa mbaya sana, eh, okay. ugonjwa mbaya basi. Naye Yesu alipoiona imani yao, Bibilia inasema alipoiona imani yao, wapi? Ndani ya mioyo yao aliiona imani ndani ya mioyo yao ya kwamba tukimpelekea Yesu huyu mgonjwa wetu atapona. Kwa hiyo hii ni imani iliyoonekana ndani ya mioyo yao, na tazama, Yesu alipoiona hiyo imani akamwambia yule mwenye kupooza, akamwambia yule mgonjwa, jipe moyo mkuu mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Jipe moyo mkuu mwanangu umesamehewa dhambi zako, umesamehewa dhambi zako. Kwa hiyo basi alipomwambia jambo hilo, tazama kulikuwa na watu pale wakasema ah, wakasema ona, huyu anakufuru. Anayeruhusiwa kusema neno hili ni Mungu peke yake. Mba, na yeye anasemaje kwamba umesamehewa dhambi? Na yeye ana uwezo gani wa kusamehe dhambi? Yeye ni Mungu kweli? Basi Yesu hali ya kuyajua mawazo yao jinsi walivyokuwa wanaongea mioyoni mwao, hawakuwa wanaongea waziwazi, lakini walikuwa wanaongea kwa mioyoni. Akawaambia, mbona mnawaza maovu mioyoni mwenu? Kwa nini mnawaza maovu mioyoni mwenu? Kwa hiyo hapa tunaona Yesu ameng'amua uovu wao katika mioyo yao. Kundi la kwanza wamekuja na imani, kundi la hili lingine wanamshangaa wanasema, kwa nini unasema umesamehewa dhambi? Wewe ni Mungu kweli? Kwa hiyo wakawa, haya ni mawazo maovu mioyoni mwao. Lakini baadaye akasema mimi ninayo amri duniani ya kusamehe dhambi, ninayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Alipomaliza kusema hilo, akamwambia yule aliyepooza, haya, simama, jitwike godoro lako, nenda zako nyumbani. Basi akasimama akajitwika akaenda zake akaondoka. Biblia nasema akaenda zake nyumbani kwake mzima mwenye afya tele. Makutano au watu waliokuwepo pale wakashangaa mno na wakamtukuza Mungu kwa tukio lile. Jambo muhimu katika habari hii ni hii, imenipasa mimi na wewe kuzingatia yafuatayo. Jambo la kwanza, imani imani wale waliompeleka Yesu walionekana na imani kwa hiyo jambo la kwanza imani yetu Yesu anaiona wapi ndani ya mioyo yetu maana yake kama huna imani anaweza kuona pia ndani ya moyo wako kwamba wewe humwamini lakini uwezo wa Yesu kuona ndani ya mioyo yetu anao basi huyu ni nani ni Mungu peke yake ndiye anaweza kuchungulia ndani ya mioyo kwa hiyo hapa Yesu anadhihirisha uungu wake kwamba naweza kuona mpaka ndani ya moyo wako. Jambo la pili hapa tunamwona akimwambia yule mgonjwa, jipe moyo mkuu mwanangu, umesamehewa dhambi. Maana yake ni kwamba kuna dhambi zinaweza kusababisha mtu kuumwa, kuugua. Dhambi inaweza kusababisha mtu akawa mgonjwa, kwa hiyo dhambi inaleta ugonjwa pia. Ndio maana alimwambia umesamehewa dhambi zako, zile zilizosababisha wewe kuwa hivi. Kwa hiyo wakati mwingine ugonjwa, sio kila ugonjwa unakuja kwa dhambi, lakini ugonjwa mwingine unasababishwa na dhambi. Tunaona hapa kwa huyu aliyeambiwa umesamehewa dhambi zako, kwa sababu inawezekana ugonjwa wake ulisababishwa na dhambi ipi? Si hatujui kwa hakika alifanya dhambi gani, lakini Mungu aliiona ndani yake ile dhambi akamwambia umesamehewa kwa sababu ya imani ya hawa watu. Jambo la tatu unaloliona hapa pia, anawakemea wale ambao walimwambia wewe unakufuru <coughs> aliwakemea wao. Hawakujua kwamba Yesu anawasikia, walikuwa wanaongea mioni mwao kwamba anakufuru bwana huyu, vipi huyu? Eh, yaani anamtukana Mungu, vipi huyu kwa hiyo Yesu akang'amua, akawakemea. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Yesu aking'amua umefanya ukorofi, umefanya mambo yasiyo na maana, hata moyoni mwako anaona, basi hatakukemea hata kukemea. Anasema, mbona mnawaza maovu mioyoni mwenu? Ninyi watu wa namna gani? Hamjui ya kwamba mimi nina amri ya kusamehe pia dhambi hapa duniani? Basi mpendwa mtazamaji wangu, jambo muhimu mambo muhimu ni hayo, jambo muhimu ni hayo. Labda la mwisho ni hili la, namwambia yule mtu aliyekuwa mgonjwa twike, uende zako, twike godoro lako, uende zako nyumbani kwako, wewe uko salama. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ukipona, ukiponywa, nenda nenda kwa amani, nenda ukifurahi Nenda ukimtukuza Mungu maana amekuponya. Ukiponywa nenda nyumbani, shukuru Mungu, mtukuze Mungu. Kikupendeza peleka na sadaka ya shukurani kanisani, ukimwambia Baba nakushukuru kwa uponyaji. Mungu wa mbinguni akubariki, uwe na wakati mwema. Endelea kufuatilia na usiache kuniunga mkono pia katika kipindi changu hiki. Kwa jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ubarikiwe sana.